Watu wengi wanakosa kuwa na mahusiano yenye afya, na inabidi ulielewe ili kwa makini, kwa sababu na wewe yamkini mahusiano yako hayana afya, alafu kuna ile bare... Kuna wale wengine wanakuwa kwenye mahusiano mmoja, anaona yana afya, mmoja anaona hayana. Kwani unahangaika nini? Mbona tuko poa? Unaona hivi tuko poa kweli? Ambe tuko poa." Unafika Mungu wangu. Tulipo na ugomvi wote, anaona tuko poa. Siku ugomvi siku akisema sio poa, kutatokea nini? Wewe unaona <laughs> yani kama mnarudi nyuma, yeye yani anaona ndio mnaenda vizuri sana, yani shwari. Kwa nini watu wengi wanakosa kuwa na mahusiano yenye afya? Sababu moja kubwa moja kubwa, kwa sababu malengo na matarajio ya watu wengi, sisemi wote, ya watu wengi kuhusu mahusiano yamebadilika. Malengo na matarajio ya watu wengi kuhusu mahusiano yamebadilika. Goals and expectations of so many people about relationships has changed. Huko nyuma watu walikuwa wanaingia wa kwenye mahusiano kwa sababu penzi ndio linawafanya waingie. Umenipenda, nimekupenda, ninaona kabisa siwezi bila wewe, tuingie kwenye mahusiano. Siku hizi sio hivyo. Siku hizi mtu anaweza kuingia kwenye mahusiano tu for academic purpose, for coursework purpose. Basi mkaka hajui yeye anajua mapenzi, kumbe dada ameingia for academic purpose Swala la akademiki likiisha, sababu zinaanza. Wazazi wameniambia, wewe kabila lenu sisi mm -mm. Kwisha. Wazazi wameniambia sisi watu wowi Wandengereko, sababu zinaanza. Lengo limefanya nini? Meisha. Sababu zifuatazo ndizo zinafanya watu wengi kuingia kwenye mahusiano, na haya mahusiano yanakuja kuya, sio yenye yake. Moja ndio hiyo, wanaingia kwa malengo ya kusaidiwa. Kusaidiwa, wanawake wengi sana sasa hivi wako kiombaomba, yani anataka mtu wa kumsaidia, wa kumsaidia, wa kumsaidia. Mwingine akusaidie kilimu, mwingine akusaidie wadogo zako hawana ada, mwingine akusaidie connection, mwingine akusaidie kazi, mwingine akusaidie hichi, akusaidie kile Una mahitaji lakini sasa, yule anaenda kumuombe mwanaume, hajui kumbe umekuja intentionally na bakuli ya kuomba, unahitaji mahitaji. Kuna kama unafikiria mpenzi, umelala umekula, afu baada ya kujibiwa, ndio nimekula. Sasa kuna kitu hapa, naona akiendi kiendeshe mwenyewe Usaidio na mpaka inakupeleka kwenye, lakini sababu nyingine, wengine wanaingia kwa sababu ya mimba, walikuwa wanadilidali tu, sio penzi la, la, la, la, la kiivo. Wengine hit and run, mara mimba hii hapo Jofre, sijaziona hujaziona, nini nani nini siku uh, zangu okay. Mara nyingine kuna wakaka ambao wameambiwa na wazazi wao wa, ukimpa mimba mtu utamuoa, fanya ufanyavyo. Ukimpa tu mimba mtu utamuona, inatokea binti anakuambia hivyo na wazazi wanakuja kujua kwamba umempa mtu mimba. Na kuna wengine wana misimamo yao, bwana, mimi nilishajiambia, bwana Dr. Mauki, nikimpa mtu mimba, mstaki, mtoto wangu atuze, inabidi tulimchukue mbele ya safari. Kinatokea kitu, nashangaa, penzi limekwisha. Nini kilichowapeleka hapo? Mtoto. Huwa nawaambiaga watu, bora muwe wazazi, mulee mtoto wenu wawili tofauti, lakini mumlee mtoto kuliko mfosi mtoto awafanye mke na mume. Mtoto aletagi penzi? Moyo unaleta penzi, mtoto aleti penzi. Mtoto analeta majukumu. Kwa mnakaa mnajikuta aliyewaleta hapo ni watoto. Ndio maana tafiti zinaonyesha ndoa nyingi zinavunjika watoto wakianza kuondoka nyumbani. Vyuo na zinavuka, sababu mnakuja, kilichounganisha kimefanya nini? Hakipo. Ndio maana mama wengi sana. Yaani mimi niko kwa ile watoto. Tuna mama wazazi wengine paka wanawaambia, yaani msinge kuepo nyie. Mimi ningekwisha ondoka. Ni hapa ni nipo kwa ajili yenu. Someni wanangu. Kwa huko hapa chuo unalinda ndoa ya mama ili awepo home. Kwa sababu yeye ni sipokuwa wewe angesha sema, lakini wengine tunaingia kwenye mahusiano, nimekwambia malengo na matarajio yamebadilika. Wengine tunaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya pressure, pressure, pressure ya umri. Kuna umri ukifika, sasa hivi unaweza kutaka umri wako kadogo, nobody cares. Kuna umri ukifika, kila mtu, kuna umri ukifika, kila mtu anakuuliza, anakuuliza penzi, hmm.

Vipi, Januari yako ada umelipa? Mimi mm -hmm. mwenyewe ada? <laughs> Sasa kuna watu kwa sababu ya ile pressure anaamua kuingia kwenye mahusiano na kudeti fasta fasta ili amalize majibu ya hawa wanaoniambia umeolewa umeoa. Naomba nikwambie utaingia kwa spidi ya mia ishirini kwa saa utatoka kwa mia nne unanielewa? lakini presha nyingine ni presha ya wazazi. Wazazi nao wana presha, wana presha: utatoka lini hapa nyumbani tukuone? hata kama una mtu yoyote, vipi wewe, matatizo nini? kuna wamama wagwadu wanakwambia, kuna matatizo nini? shida yako? unapiki sana wewe, binti, unachagua sana, kamata mmoja, nenda naye na wewe una ile presha inafanya unakamata mmoja, unafanya nini, unaenda naye siku mbili tatu, unashangaa, unarudi naye, si ulienda naye. Lakini sababu nyingine, wengine tunaingia kwenye mahusiano ili tupone, kwa sababu tumeumizwa sehemu nyingine, umepigwa tukio sehemu, unaona sasa moyo wangu hauwezi mbona naumia namna hii? Unakuja kakaka fulani hapo, unaamua uingie faster ili upone. Naomba niwaambie, there's a difference between consolation and love. There's a difference between console and love. Love ina tabia ya permanence, inadumu muda fulani. Consolation faraja, haidumu inaisha kama mapema. Ndio maana ukifiwa akaja ndugu au rafiki akakaa kwenu kukufariji utakuwa okay siku ya kwanza ya pili ya tatu, mpaka matanga. Amekuja akamwambia nimetoka Tabora kuja kukufariji, huna shida. Ukiona nakaa wiki ya pili ya tatu, mnamfukuza, wewe vipi? Wewe we, we! Toka, tulishamaliza kila kitu, upo kwa nini? Faraja imefanya nini? Meisha. Ndio maana tunaenda kwenye msiba, wakaiji muda mrefu, umemaliza unaondoka, faraja imeisha. Na wewe mfiwa unashangaa, umeshaanza kupona, faraja ina. Hata watu wa kufariji, inakaa muda mfupi. Sasa kuna wengine unaingia in love because of console. Kuna mtu ananielewa? Unaingia kwenye mahusiano ili ukapate consolation, alafu muda mfupi unashangaa unaanza kumwona ana sura mbaya. Nimeingia nyingi nyingiaje hapa, mbona hayuko fresh kama nilivyofikiri? Alafu unamkumbuka yule ambaye ulitoka, alikuwa mzuri kuliko lakini mwanzoni ulikuwa ile consolation, maumivu yako yalikuwa yalikufanya unakuwa blind, ulikuwa so desperate kwa sababu unataka kupona, kwa hiyo ulikuwa unaona yuko fresh. Ola, unakulaga hot dog, unajuaga, huku ni kama limkata fundani, ndo lina sosi mang kutele, sosi jiko nusu, lakini huku naiona huku naiona ukifungua sosi jiko nusu, kwa sababu ilikuwa imefichwa kondo unashangaa pona, yuko hivi siku hizi kama una maamba tena eh, angejua ndani yako, faraja imefanya nini? It's time for love, and love is not there. Lakini nyingine sio tu watu wanaingia kupona, kuna watu wanaingia kwenye mahusiano kulipiza kisasi, ameumizwa kwingine na amemwambia sasanacha, nitaoa kabla yako au nitaolewa kabla yako, kwa anatafuta tu any Tom and Jerry <laughs> anamkubalia. Hey, amekubali mapema hivi, kweli? Mungu yuko nami, huu mkono wa Bwana unaenda na unatoa na sadaka, amekukubalia. Kumbe alikuwa anatafuta pa kujigonga, ili amlipizie yule, analipa kisasi nashangaa yuko na wewe, anajua wewe mpenzi, kumbe wewe uko jeshini. Unalipiza nini sasa? Kisa, kisasi kishalipwa. What next? That is where the rubber meet the road. Reality inakuja kugundua kwamba nilikuja hapa kwa ajili ya kisasi. Kisasi kimeisha, so what next? Mnaangaliana. Ndio unakuta watu wanapokuwa mtu na mpenzi wake, naone stop mm -hmm. Mna kaka manyigu afu mapenzi. Kuna mtu ananielewa?